Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Regina Mziwanda katika Amka na BBC asubuhi hii. Ikulu ya Marekani asema rais Donald Trump ataamua iwapo nchi hiyo itahusika moja kwa moja katika mzozo kati ya Israel na Iran ndani ya wiki mbili zijazo. Senegal yasitisha mazoezi ya maandalizi ya timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wanawake baada ya baadhi ya wachezaji na wafanyakazi wa timu hiyo kunyimwa viza za kuingia nchini Marekani. Na baadaye tutaangazia ukuaji wa sekta ya muziki wa Afrika Mashariki. Je, tunapiga hatua na je, nini kinahitajika zaidi katika soko la sanaa hii? Tunajitahidi afrika Mashariki, tunahitaji kwanza nyumbani kutengeneza msingi mzuri wa umoja wenyewe. Tujipe moyo kwamba tunatumia ngazi kwenda, hatutumii lifti, lakini yes, tutafika. Kwenye kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Florian Kaijage. Asante Rejina Mziwanda. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anamaliza kipindi cha maombolezo ya kitaifa ya marehemu mtangulizi wake na mpinzani wake kisiasa Edgar Lungu huku kukiwa na mzozo kati yake na familia ya Lungu kuhusu mipango ya mazishi. Familia ilizuia mwili wa Lungu kurejeshwa kutoka Afrika Kusini. Inaishutumu serikali ya Zambia kwa kukiuka makubaliano ya mazishi kwa kupanga rais wa sasa Hichilema kupokea mwili huo na kuhudhuria maziko. Familia hiyo inasema Lungu alikuwa ameweka bayana kuwa hataki mrithi wake popote karibu na mwili wake. Hichilema anasema yupo tayari kwa mazungumzo na familia ya Lungu. Let us remain united as a nation. Tubakie pamoja kama taifa na kudumisha amani ambayo ni sifa yetu. Kwa moyo huo tunaiambia familia ya Lungu na kwa dhati watu wa Zambia kuwa mioyo yetu ipo pamoja nanyi. Milango yetu kama serikali inabakia wazi kwa ushirikiano zaidi kadri itakavyofaa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wanakutana na mwenzao wa Irani Abbas Araghchi mjini Geneva Uswizi leo Ijumaa kwa matumaini ya kupunguza mvutano kati ya Irani na Israeli. Uingereza, Ujerumani na Ufaransa na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas wanashiriki katika mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Taharani na serikali ya Magharibi tangu Israeli ilipoishambulia Irani wiki moja iliyopita. Hatua hii inafuatia tangazo la Rais Donald Trump kwamba ataahirisha uamuzi wowote wa kuingilia kijeshi kwa nchi yake huko Iran kwa majuma mawili. Donald Trump amesema bado anataka kutoa nafasi ya mazungumzo. Umoja wa Mataifa umesema kuwa ukatili dhidi ya watoto katika maeneo yenye migogoro ulifikia kiwango kisichokuwa na kifani katika miaka ishirini na minne katika kipindi cha mwaka 2024 zaidi na sambatenzi Ripoti ya mwaka ya katibu mkuu kuhusu watoto na mizozo ya kivita imesema idadi ya vifo na majeruhi ya watoto ni kubwa mno. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mengi ya madhila hayo yalifanyika katika ardhi ya Wapalestina, huku idadi kubwa ikihusishwa na majeshi ya Israeli. Makosa hayo yalijumuisha kulenga shule na misaada ya kibinadamu iliyokusudiwa kwa watoto. Ukiukaji dhidi ya Wapalestina ulikuwa zaidi ya mara mbili ya ule uliotokea katika eneo linalofuata la vita la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Tanzania inasema inachukua hatua za haraka za kiutendaji ili kuhakikisha raia wake waliopo Israel na Iran wanarejeshwa nyumbani haraka. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki iliyotolewa Alhamisi usiku imesema raia wa Tanzania ndani ya Israel na Iran wapo salama, kufuatia mataifa hayo kushambuliana kwa makombora kwa muda wa wiki moja Hivi sasa taarifa hiyo inasema, kwa sasa tayari wamejiandikisha Watanzania 50 kwa ajili ya kurejea nyumbani na kwamba kuna Watanzania 168 huko Iran na wengine zaidi ya 200 nchini Israel. Hii ni BBC muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kajage. Ni matangazo ya amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM redio washirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio washirika nchini Tanzania ni Radio Kwizera Ngara, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM na Nyota FM. Kule Uganda tusikiliza kupitia Voice of na Redio Lira na kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Redio Muungano kule Beni. Mimi ni Regina Mziwanda. Kwa kuanza kile tulichokuandalia, na kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari, Ikulu ya Marekani imesema Rais Donald Trump ataamua iwapo Marekani itahusika moja kwa moja katika mzozo kati ya Israel na Iran ndani ya wiki mbili zijazo, kwani anaamini kuna nafasi kubwa ya mazungumzo mapema. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameiambia BBC kuwa kuingilia kwa Marekani kutasababisha jehanamu katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lamy amesema atafanya mazungumzo mjini Geneva na waziri wa mambo ya nje wa Iran pamoja na wenzao wa Ufaransa, Ujerumani na umoja wa Ulaya. Skola kisanga anaarifu zaidi Waziri wa mambo ya nje wa Ulaya wanakutana na mwenzao wa Iran na Bas Arakchi mjini Geneva leo Ijumaa. Hii ni katika matumaini ya kupunguza mvutano kati ya Iran na Israel. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na w mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya EU Kaja Kalas wanashiriki katika mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Tehran na serikali za magharibi tangu Israel iliposhambulia Iran wiki moja iliyopita. Hii inafuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba atachelewesha uamuzi wowote kuhusu ikiwa Marekani litaivamia Iran wiki mbili zijazo. Donald Trump anasema bado anataka kutoa nafasi ya mazungumzo. I have a message directly from the president. Katika mkutano na waandishi wa habari yes, katika ikulu ya White House, mkuu wa idara ya habari Caroline Leavitt anatoa ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Rais Donald Trump kuhusiana na kinachoendelea sasa Iran. najua kumekuwa na shauku kubwa hasa kwa vyombo vya habari kuhusu uamuzi ambao Rais atachukua ready, kuhusu kama Marekani itashiriki moja kwa moja. Sasa kuhusu hilo, nina ujumbe moja kwa moja kutoka kwa Rais na nanukuu, mbali na kwamba kuna nafasi ya uwepo wa mazungumzo ambayo yanaweza yasifanyike ama yafanyike, nitatangaza uamuzi wa wangu kwamba Marekani itashiriki ama haitashiriki ndani ya wiki mbili zijazo. si hii ni nukuu ya ujumbe kutoka kwa rais leo. Pamoja na anga la Israel na Iran kufungwa, wageni wengi wanaojaribu kuondoka katika nchi hizo mbili wanatumia njia ya barabara kukimbilia mataifa jirani. Waziri wa mambo ya nje ya Israeli amesema imetupwa katika makazi ya balozi wa Norway nchini Israeli usiku wa Alhamisi mjini Tel Aviv. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, Gideon Sar anasema hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Kufikia sasa zaidi ya watu mia mbili na sabini wamejeruhiwa kote ya Israeli kutokana na mashambulizi ya Iran ya wiki moja iliyopita. Hata hivyo, Iran bado yenyewe haikuweka wazi idadi ya majeruhi tangu Jumapili. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israeli anasema kiongozi wa juu wa Iran hadhani kama bado anaruhusiwa kuendelea kuwa hai baada ya hospitali kushambuliwa, lakini Tehran inasema shambulio lake lililenga eneo la kijeshi lililo karibu na hospitali hiyo. Ni Skola Kisanga, Ujerumani. Mataifa yaliyoendelea duniani yamejikuta njia panda mjini Bonn nchini Ujerumani, katika kongamano la Umoja wa Mataifa la mabadiliko ya tabia nchi, baada ya kujaribu kupinga baadhi ya mapendekezo kutoka mataifa yanayoendelea. Washirika mbalimbali mbali kutoka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wameyashutumu mataifa yaliyoendelea katika ma maandamano kwa kutatiza juhudi za kuangazia mabadiliko ya tabia nchi. Sarafi Nairobi amezungumza na Melin Achoki kutoka shirika la Care International anayehudhuria kongamano hilo mjini Bonn nchini Ujerumani, ambalo lilianza Juni 16 na litakamilika Juni 26. Ameanza kwa kuelezea lengo la kongamano hilo. Lengo la mkutano huu Bonn ni kuendeleza makubaliano ambayo tulikuwa nayo Baku mwaka uliopita Novemba, na kabla tuelekee Brazil Belem mwezi wa Novemba, mkutano huu unasaidia wanaharakati ambao wameweka wa kazi hii ya mabadiliko ya tabia nchi katika kazi yao kila siku, kuhakikisha ya kwamba mazungumzo yanaanza na kuendelea kuyachambua decisions ambazo zilishafanywa kule Baku, kuhakikisha ya kwamba Belem, kazi itakuwa imepungua na mataifa yatakuwa na kazi rahisi katika kufanya decisions. Kumekuwa na kutoelewana huko. Kutoelewana ni, ni kwa sababu gani na ni yapi alojiri ya kwa sababu ya hela kutatua mambo ya mabadiliko ya tabia nchi? Katika makubaliano ya Paris mwaka wa 2015 marafiki wetu katika nchi ya kitajiri walikubaliana kwamba watapeana pesa katika nchi ya kiafrika ili waweze kutatua shida ambazo zimeletwa na mabadiliko ya tabia nchi, na ni kwa sababu uh, mataifa haya yamechangia kiasi kidogo sana mabadiliko ya tabia nchi. Lakini sasa tulipofika kwa mkongamano huu, hawa marafiki zetu katika mataifa ya kitajiri walisema hawataki kuzungumza juu ya hela sasa kwa sasa, lakini labda tuizungumzie tukufika Copenhagen. Mliweza kuafikiana vipi ikiwa kwamba kongamano hili kwa sasa linaendelea kongamano linaendelea kwa sababu the cop presidency ambaye tukielekea Brazil aliingilia kati akasema, tunawaomba kwa sababu hatukubaliani kwa jambo hili sasa, wacha tuisongeshe mbele kuanze kuliongelea jambo hili tukifika Belem. Sasa hayo yote yanajiri huku, siku ya mwisho ya kuwasilisha dhamira za mataifa mbalimbali mbali, ambazo mnaziita national determined contributions ikikaribia, mm, ikiwa bado hakuna mwafaka, hili unalizungumzia vipi? Tukimalizia, shida ni kwamba wana hii kitendawili ya kufanya mambo mwisho mwisho, ndio wakishapeana hakuna chochote mtakalofanya, kwa sababu wamepatiana mwisho, na hivyo hamwezi mkawaambia hii haijatosha. Hii ndio mchezo wa paka na panya, ambayo mataifa haya ya kitajiri wanashinda wakifanya katika mazungumzo haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Naam, ni Marin huyo anahitimisha mazungumzo baina yake na Asrafi, Nairobi. Waziri Mkuu wa Senegali Osmani Sonko amesitisha mazoezi ya maandalizi ya timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wanawake yaliyopangwa kufanyika nchini Marekani baada ya baadhi ya wachezaji na wafanyakazi wa timu hiyo kunyimwa visa za kuingia nchini Marekani. Hili linajiri katikati mwa ripoti kuwa Marekani inapanga kuweka vikwazo vipya vya usafiri kwa nchi nyingine 25 za Afrika zikiwemo Senegali baada ya kuwekwa vikwazo vya nchi kumi kutoka barani humo kusafiri kwenda Marekani. Victor Kenani anaarifu zaidi. Ripoti zinasema wachezaji watano wa Senegal na maafisa kumi na watatu wa timu hiyo walikuwa wakisafiri kwenda kuungana na wenzao pamoja na kocha wao waliokuwa tayari Marekani kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya Afro Basket ya wanawake ya mwaka 2025 yatakayofanyika nchini Ivory Coast mwezi ujao. Hata hivyo ubalozi wa Marekani mjini Dakar haukukubali maombi yao ya visa. Waziri Mkuu Sonko amesema kuwa sasa timu hiyo itafanya mazoezi mjini Dakar katika mazingira ya uhuru na yanayofaa. Bado haijafahamika wazi sababu ya kunyimwa visa kwa wachezaji hao wa Senegal, kwani ubalozi wa Marekani haujatoa tamko lolote rasmi kuhusu swala hilo. Hata hivyo, muda wa tukio hilo umeibua hisia kwamba huenda kuna uhusiano na sera mpya ya uhamiaji ya Rais Donald Trump. Kunyimwa huko kwa visa kumezua maswali hasa kutokana na taarifa ya hivi karibuni ya kidiplomasia iliyovuja iliyodokeza kwamba nchi zilizolengwa zilikuwa zimepewa hadi siku sitini kushughulikia maswala yaliyoibuliwa na Marekani. Kufuatia taarifa hizo za vikwazo vipya vya usafiri, wizara ya mambo ya nje ya Senegal iliwahimiza raia wake kuheshimu muda waliopangiwa wa kukaa wa Marekani, ingawa haikuzungumzia moja kwa moja uwezekano wa Senegal kuingizwa kwenye orodha hiyo mpya ya nchi zilizowekewa vikwazo. Taarifa ya wizara hiyo ilisisitiza kuwa ubalozi wake unafanya kazi kwa karibu na serikali ya Marekani. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tuga alisema kuwa upanuzi wa vikwazo hivyo unaweza kuathiri makubaliano ya nishati na madini adimu ambayo nchi za Afrika Magharibi zinaweza kuipa Marekani. Hata hivyo, serikali ya Trump imesisitiza kuwa sababu za kiusalama na kiwango kikubwa cha uvunjaji wa masharti ya visa ni mambo yanayostahili kushughulikiwa. Naam, huyo ni Victor Kenane ambaye bado anaelekea viwanjani kupata taarifa mbalimbali za michezo. Shukrani, Regi. Tunaanza na soka kwenye mashindano ya kombe la dunia la vilabu na mabingwa Ulaya, Paris Saint Germain wamepokea kichapo cha kishindo baada ya kupigwa na klabu ya Botafogo kutoka Brazil kwa bao moja bila jibu katika mechi iliyokamilika muda mfupi uliopita. Igor Jesus alipachika wavuni bao pekee la mechi hiyo kwenye uwanja wa Pasadena. Katika mechi nyingine, vijana wa kocha Diego Simeone, Atletico Madrid walivuna ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Seattle Sounders ya Marekani. Katika mechi zitakazopigwa baadaye, Benfica watagaragazana na Auckland City huku Chelsea, ama ukipenda the Blues, wakikabana koo na klabu ya Flamengo kutoka Brazil. Tukisalia kwenye soka, Manchester City wamepigwa faini ya zaidi ya pauni milioni moja na ligi kuu ya England baada ya kuchelewesha kuanza ama kuanzisha tena mechi mara kwa mara msimu uliopita. Mechi tisa za City msimu uliopita zilianza au kuanza tena baada ya kipindi cha mapumziko kwa kuchelewa, huku ucheleweshaji mrefu zaidi ukitokea kabla ya kipindi cha pili cha pambano la Manchester Derby mwezi Disemba mwaka 2024, ambapo mchezo huo uliendelea, daki, uliendelea dakika 2 na sekunde 42 baada ya baada ya muda uliopangwa. Uongozi wa ligi umesema kuwa Manchester City walikubali makosa hayo na kuomba radhi rasmi, lakini klabu hiyo sasa ina siku 14 kulipa faini hiyo. Katika teni bingwa mara mbili wa Wimbledon Petra Vitova ametangaza kwamba atastaafu kucheza tenisi mwishoni mwa majira ya joto mchezaji huyo kutoka jamhuri ya Czech alishinda mataji ya wanawake ya Wimbledon mwaka 2011 na 14 na, na pia alifika fainali ya Australian Open mwaka 2019. Vitova alichomwa kisu na mhalifu aliyevamia nyumba yake mwaka 2016, tukio lililosababisha majeraha kwenye kano na neva za mkono wake wa kushoto na kutishia maisha yake ya kitaaluma katika tenisi. Katika miaka hivi karibuni kiwango chake cha ubora kimepungua, na mara ya mwisho alifika robo fainali ya mashindano ya Grand Slam ilikuwa mwaka 2020. Nitakomea na spoti hapo kwa sasa. Asubuhi njema.